Viongozi wa Kaskazini Mashariki mwa Kenya wamesema kuwa eneo hilo lilitengwa kwa muda na serikali zilizopita ndiyo maana maendeleo finyu yanashuhudiwa. Viongozi hao wakimjibu Gachagua aliyewasuta kwa kufisadi mali ya umma wakisema kuwa kwa muda rasilimali nyingi zilielekezwa eneo la mlimani ndiyo maana eneo lao limeacha nyuma kimaendeleo. Aidha, wameweka wazi kila mtoto ana haki ya kusomea mahali popote nchini kwa kuwa matokeo ndiyo yanaamua, sio kabila wala dini. Hii viongozi wenu ni wezi au mkiwaona viongozi wenu ni wezi. Nyuzi joto za kisiasa katika eneo la kaskazini mwa Kenya zinapoendelea kupanda hasa baada ya aliyekuwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua kuwashutumu viongozi wa eneo hilo kwa maendeleo duni kwa kuiba mali ya umma. They are not working. They have not spent their resources prudently. Sasa viongozi wa eneo hilo wakiendamana na viongozi kutoka maeneo mengine wamemjibu Gachagua, wakiweka wazi kuwa kwa miaka na mikaka, serikali zilizopita zilitenga maeneo hayo na kuelekezea rasilimali katika eneo la mlimani, ndiyo maana kumekuwepo na maendeleo finyu. Mimi nimemwona sijuzi akilaumu wa wa viongozi wa Northeastern eti ndio wamesababisha umaskini, lakini mimi nataka kumwambia yule, yule mkabila niseme, nsiseme, niseme, nsiseme, niseme nsiseme. Nataka nimwambie mkabila asome historia ya Kenya hii, mambo ya marginalization ya Northeastern ilianzishwa na sessional paper number 10 of 1965. Mnyoro anaenda kwa television na kusema kwamba nyinyi mumekataa kujenga kwenu. Nataka nikuambie kwamba wewe na watu wako na wengine kule ndio waligandamiza watu wa Marsabit kwa miaka, na ile mali yote ya watu wa Marsabit iliyoliwa na nzige anayerudisha saizi ni Rais William Samoe Ruto. Viongozi hao wakiweka wazi kuwa hata shule anazojivunia Gachagua zilijengwa na wakoloni wakati eneo lao lilikuwa limetengwa, na watoto wao wana haki ya kuzisomea, kwani ni matokeo bora yanaweka kipaumbele, wala sio ukabila. Hizo mashule anajivunia imejengwa na colonial government. Hizo mashule ilijengwa kabla hata ya yeye kushika uongozi hizo mashule imejengwa imejengwa kabla hata ya devolution kuja. Ati kutuambia watoto wetu hawawezi kwenda Alliance, watoto wetu hawawezi kwenda high school Kenya High ni kujidaganya na ni ndoto ya uongo. Ninataka kumwambia hivyo, watoto wote wetu ambao wanaenda Kenya High ama Alliance ama mashule zozote ambao walikuwa anerifatu hawaendi ati kwa sababu wanatoka hapo, wanaenda kwa sababu ni akili yao ndio imewapatia. Hizo mambo ya kuchochea wananchi na uongo na fitina ati kuambia ni viongozi wao ndio wamewanyima maendeleo, ilhali polisi ya serikali ilikuwa ni kubagua maeneo kama haya. Hiyo ni mambo ya uongo ambaye haifai kuruhusiwa. Aidha, wamemtaka Gachagua kuacha siasa duni za kuzitenga jamii zingine, wakimsifia rais William Ruto kwa kuhakikisha kuwa maeneo yote nchini ni sawa, hasa baada ya kukandamizwa kwa muda mrefu, na sababu kubwa ya kusimama na William Ruto, kwa sababu wale wengine wanampiga vita kwa sababu anawaletea nyinyi maendeleo na hawataki nyinyi mletewe maendeleo. Sisi tumesema tuunganishe Wakenya wote na ndio leo tumefika Marsabit kama viongozi wa UDA na Kenya Kwanza tukishirikiana na ndugu zetu wote, ili mjue nyinyi ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekashifu uongozi mpya.